Kuna uongo mkubwa sana ambao umekuwa ukiuamini kuhusu YouTube. Kila siku umekuwa ukiingia Instagram ama TikTok, na unaona vijana wadogo tu wamekuwa wakitengeneza mamilioni kupitia YouTube. Unaona wamenunua magari, wamejenga majumba, wamekuwa wakisafiri hapa na pale dunia nzima, na wamekuwa wakiongelea kitu kimoja tu: fungua channel, post video na utaanza kulipwa. Sasa nataka nikuulize swali moja ambalo ni la kiakinifu kidogo: kama ni rahisi kiasi hicho kwa nini mbona wewe bado haujafanikiwa? Kwa nini kuna maelfu ya channels ambazo zinafunguliwa Tanzania kila siku na zimekuwa zikifa baada ya miezi mitatu tu? Ukweli ni kwamba YouTube ya 2025 2026 sio YouTube ile ya 2015. Sheria zimebadilika, watazamaji wamebadilika, na hata algorithm imekuwa smarter kuliko vile ambavyo wewe pengine unafikiria. Kama una mpango wa kuanza YouTube channel yako mwaka huu 2025 kabla haujeshi ama mwaka 2026, nataka ufahamu kwamba, ama hata kama tayari umeshaanza na hauoni matokeo yote katika channel yako, video hii inaweza kuwa muhimu zaidi katika siku hii ya leo ama mwaka huu, ambao unaweza kufaidika nayo na ikaweza kukufungua. Nitakupatia matumaini ambayo yapo yatakayokusaidia wewe, nitakupa ukweli mchungu kuhusu nini kinahitajika ili basi kuwa content creator ambaye utakayeweza kulipwa. Kaa na mimi hadi mwisho wa video hii, kwa sababu pointi ya tano ambayo nitakupatia leo itaamua kama utapoteza muda wako miezi sita ijayo, ama utaweza kutengeneza empire yako ya kidigitali. Kabla hatujaingia katika hizo pointi tano, nataka niweze kukuweka sawa katika jambo moja: mindset. watu wengi wamekuwa wakiingia YouTube na employee mindset, fikra za kuajiriwa unafikiria kwamba Ukiweza kuweka video ambayo ni kama kazi, tuchukulie, unaweka video zako basi YouTube inatakiwa kuweza kukulipa, kukupatia mshahara katika kazi unaoifanya kuweka hizo video. YouTube haifanyi kazi hivyo. YouTube ni biashara. Wewe ni entrepreneur na video zako ndio bidhaa, tunasema product. Hakuna mtu ambaye atanunua bidhaa mbovu dukani, kisa tu mwenye duka basi amejitahidi kuweza kuiweka. Vivyo hivyo, hakuna mtu ambaye ataangalia video zako kisa tu umetumia pengine siku tatu kutengeneza video hiyo. Kwa hiyo video haina thamani kwao. Algorithm ya YouTube haikuchukii wewe. Algorithm haina hisia. Kazi yake ni moja tu, kuweza kutafuta video nzuri na kuweza basi kuwawekea, kuwapelekea watu wanaohitaji kwa ajili ya kuweza kuwafanya wakai muda mrefu katika platform yao ya YouTube. Sasa kama ukiona haupati views, tatizo sio algorithm tatizo inawezekana ni mkakati wako uliojipa, uliojipangia. Twende sasa katika ukweli mchungu ambao hakuna watu ambao wanapenda kusema. Ukweli ni kwamba hiyo kamera ya Sony ambayo unahitaji kuweza kuinunua, hiyo iPhone 16 Pro Max unayoiota, haitaweza kukupatia wewe subscribers hata mmoja. Najua hii inasikika kama dharau, pengine unaona na kejeli, hapana, ni ukweli. Nimeona channel nyingi sana zina video za 4K. Picha zinang'aa kama kioo. Lakini nikwambie, zina views hamsini. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu video ni nzuri machoni, lakini haina ile a, maudhui ya kuweza kumshika mtu na kumshawishi aweze kufuatilia. Kuna watu wamekuwa wakitumia simu za kawaida tu kabisa, pengine hizo simu unakuta skrini zimepasuka katika hiyo simu wanayotumia, sauti imekuwa ikisikika kwa mbali, lakini ukiangalia wana views laki moja, milioni views nyingi sana. Siri ni nini? siri ni storytelling na ile value thamani ambayo unaileta watazamaji. Wa YouTube hawajali kuhusu resolution ya video yako, wanakuwa wanajali sana kuhusu solution ya matatizo yao. Kama unafundisha jinsi ya kupika wali wa nazi na ukaeleweka vizuri, hakuna mtu atakayejali kama umetumia taa ya studio ama mwanga tu wa dirisha. Badala ya kuweza kuwaza unahitaji kamera mpya, anza kuwaza sasa unahitaji script mpya bora zaidi baada ya kuanza badala ya kuanza mic ya bei ghali, jifunze kuweza kuondoa echo pengine katika rumu yako kwa kuweza kuweka matandiko mbalimbali mbali ama nguo nyingi. Anza ulicho nacho. content is a king, lakini context is the god. Sasa hapa ndipo asilimia 90 ya YouTubers wapya wamekuwa wakifeli. Niche down or die, na maanisha nini? Chagua mada moja, unataka kufanya kila kitu katika chaneli yako hiyo moja? Leo unaposti ukiwa katika safari zako kesho, pengine unafundisha Excel, kesho kutwa umekuwa ukiongelea mpira wa Simba na Yanga. Nikwambie kitu kimoja, YouTube haijui ikuweke katika kundi gani, inashindwa kukutambua. Na mbaya zaidi, hata wale audience wako hawakuelewi. Mtu ambaye amesubscribe kwa ajili ya Excel hataki kuweza kuona video zako za mpira. Akiona unaanza kuposti mpira, ana unsubscribe ama haklik tena katika video zako. YouTube ikiona subscribers wako wenyewe haangalii Hako, video zako inajua, video hiyo ni mbovu na inaacha kuipeleka basi kwa watu wengine. video, video miaka mitatu ina views ishirini tu. Lazima ujue niche yako katika mtaalamu kama wewe we ni unaweza kukulipa tu kama wewe tayari ni celebrity. Mfano kama wewe ni Diamond Platinums unaweza kupost video na kunywa chai na watu watatazama, tunaona haya lakini, kama wewe ni Juma wa Tandale na hakuna ambaye anakutambua, lazima uweze kutatua tatizo maalum la watu maalum na kujenga ile community yako. Sasa kuna issue pia ya engagement, muda wa kuweza kuwashirikisha basi wale ambao wanatazama na kukufuatilia. Tuweze kuwa wakweli katika jambo hili, naomba nijibu katika sehemu ya comment. Ni kitu gani haswa kinakuzuia wewe kuanza au kukua YouTube? Sasa pengine tayari umeshafungua channel lakini unashindwa kukua. Ni vifaa, uoga, kamera au unashindwa kujua kipi cha kuongelea? Andika katika sehemu ya comment. Nitapitia na kusoma comment moja kwenda nyingine na kuweza basi kukupatia ushauri kuona namna gani na wewe unaweza kufanikiwa. Consistency bila improvement. Samani kwa kusema hivi lakini ni upumbavu Unasikia watu wanasema consistency is key. Post kila siku, post kila wiki utatoboa. Sawa, ni kweli lakini hii ni nusu shilingi. Lakini kuweza kuposti video mbovu kila siku haitokufanya wewe kuwa bora, itakufanya tu kuwa ni msumbufu, umekuwa ukirudia makosa yale yale katika kila video, unajijengea wewe uh, kuweza kutengeneza trash content. So consistency sio kweli kuwa ni uh, kila kitu. Consistency, jaribu kuimprove kila siku. Lengo lako liwe hivi kila video ambayo inafuata iwe bora kuliko video iliyopita, hata kwa asilimia moja tu. Pengine leo umeweza kuboresha sauti, pengine video ijayo umeweza kuboresha lighting, pengine video kadhaa umeboresha editing. Una improve siku baada ya siku. Baada ya video 50 utakuwa mbali sana kuliko yule ambaye anaposti video ile ile mbovu kila siku na akitegemea miujiza. Jifunze vitu tofauti tofauti kila wiki, kuweza kuimprove hicho ambacho unakifanya. Lakini ukweli namba nne, pointi ya nne ambayo leo nitakupatia Unajua wale watu elfu moja wa mwanzo katika YouTube ndio wagumu sana kuweza kuwapata, na watu wana struggle sana. Usiingie YouTube kuweza kutegemea viral video siku ya kwanza tu. Kupata subscribers wale wa kwanza elfu moja ni ngumu sana kuliko kupata subscribers laki moja ambao watafata. Kwa nini? Kwa sababu hauna ile social proof. Mtu akija katika channel yako na akikuta una subscribers kumi na mbili, huwa anajiuliza, huyu jamaa anajua anachokifanya kweli? Hata kama video yako ni nzuri sana. Watu wanasita kuweza kusubscribe. Sasa hapa ndipo panapohitajika uvumilivu wa chuma ambacho kimekomaa. Hiki kipindi ambacho kinaitwa the value of disappointment. Unafanya kazi kubwa, unapata matokeo madogo. Watu wengi sana huweza kuacha katika kipindi hiki katika nafasi hii ambayo wana struggle sana bila kujua wamebakiza hatua chache sana kuweza kufikia katika mgodi wa dhahabu. Natutaka kukwambia usikate tamaa. Kisa tu video imeweza kupata views kumi. Hao views kumi ni watu kumi, chukulia wamekaa kukusikiliza wewe. Imagine ingekuwa umewapanga katika sebuleni kwako ama ukumbini kwako, wangejaa kiasi gani? Heshimu hao wachache ambao wanatazama maudhui yako. Kidogo kidogo wataweza kuongezeka. Ukweli namba tano, tunasema the secret sauce. packaging comes fast. Hii ndio pointi muhimu sana kuliko zote nilizokutajia leo hapa katika video hii, na ndio siri ya wale pros ambao wanaitumia na beginners hawaijui. Kawaida ya beginners ni hii, anapata wazo, ana record video, ana edit, then ana upload, alafu ndio anaanza kuwaza sasa, hii video niipe jina gani, title gani nitumie, niike thumbnail gani katika video hii. Huu ndio mchezo wa kuweza kukufelisha wewe. Wataalamu wa YouTube huweza kufanya hivi kwanza anawaza title, kichwa cha habari kile katika video ambayo tutaenda kukaa ni kizuri na chenye kuvutia, then baada hapo utengeneza thumbnail ambayo itakayomfanya mtu ashindwe kuweza kupita bila kubonyeza video hiyo. Lakini pili, akishapata kuweka vitu hivyo, pata vitu hivyo anakwenda kutengeneza video itakayokidhi sasa hiyo title, kwa sababu hata video yako iwe nzuri kiasi gani, kama kutakuwa hakuna mtu ambaye ataclick, hakuna mtu atakayeiona. YouTube ni vita vya attention. Thumbnail yako na title yako ni silaha zako za kwanza. Kama haziwezi kumsimamisha mtu ambaye ana scroll kwa kasi, basi tayari umepoteza basi vita kabla hata haijaanza. Jifunze saikolojia ya clickbait, sio ile ambayo ya uongo, hapana, ni ile ambayo itamfanya mtu awe na shauku ya kujua kilichomo ndani ya video hiyo. So kuweza kuanza YouTube 2026 inawezekana na inaweza kweli kubadilisha maisha yako kifedha, kijamii kuliko vile ambavyo unafikiria, lakini inahitaji mkakati, sio kuweza kubahatisha. Inahitaji kuweza kujifunza, sio tu kuweza kukopi. Kwenye playlist hii nimejipanga vizuri sana kuweza kukushika mkono hatua kwa hatua. Video hii imekuwa ni ya kwanza ya kuweza kufungua wewe macho. Video ambayo inayofuata itakwenda kukuonyesha baadhi ya vifaa vya kuweza kuanzia YouTube kwa bajeti ya chini kabisa, na namna gani ya kuweza kuseti simu yako kuweza kurekodi video nzuri sana. So video hiyo sio ya kuweza kukosa. Kama umeweza kujifunza kitu kipya leo, hakikisha basi una like video hii, ili basi iweze kuwafikia watu wengi zaidi, ili nao waweze kujua basi elimu hii ambayo tumeshare hapa, na waweze kubadilisha ile mindset ambayo wapo nayo. Hakikisha una subscribe, na kuwasha alama ya kengele ili kuweza kupata notification pale tunapo upload video mpya katika channel yangu ya YouTube. Mimi ni Mohamed Hafidh, tukutane tena katika video ambayo inafuata. Peace.